Salaam alaykum, tuna furaha mbili watu wa Msuka. Furaha ya mwanzo ni Eid, twasherehekea Eid baada ya mfungo wa Ramadhani, lakini furaha ya pili ni kukabidhiwa bati hizi 160, lakini lengo ni bati 300 kwa ajili ya kuwezeka tawi lote, na zikabidhi hapa leo mbele yenunyie wanachama wa Chama cha Mapinduzi na mkabidhi katibu mwenezi wa mkoa wa Kaskazini Pemba kwa ajili ya utaratibu. Nakiri kupokea bati mia moja, mia tatu na sitini kwa maneno, lakini nimepokea hapa bati mia moja na sitini ambazo mheshimiwa Zawadi wa jimbo hili la Konde ambaye ni naibu waziri nishati na madini Zanzibar kwa ajili ya kuwakabidhi wanachama wa tawi la Msuka kwa ajili ya kuwezeka tawi lao nimepokea na kuwakabidhi. Ni <laughs> Mi Rashid Amis Osman nikiwa Mi na mwalimu wangu Mwalimu Dula, ambaye ni katibu wa siasa na uenezi, tunakukabidhi bati hizi moja na sitini ambazo tumekabidhiwa na mheshimiwa Zawadi wa jimbo hili la Konde, ambaye ni naibu waziri wa nishati na madini Zanzibar, kwa ajili ya ujenzi wa tawi la Msuka. Wale wote, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, mimi kwa jina naitwa Alhamisi Abuda. Nimepokea bati hizi kutoka kwa katibu wangu mwenezi wa mkoa <coughs> bati 160 na na zitaletwa nyingine mia mbili. Kwa maana hiyo, niko pamoja na nyinyi na nashukuru sana, na vile vile inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa kupitia katiba na chama chetu cha Mapinduzi, nitazilinda pamoja na wanachama wenzangu na viongozi na tutazifanyia kazi kama inavyotakikana, inshallah.